Kuna wakati mwingine tunadharauliwa, wakati mwingine tunaonekana walokole, sio chochote, lakini nataka niwatangazie majirani wa hili kanisa, una bahati kubwa sana ikiwa umepanda karibu na mtu aliyeokoka. Mshukuru Mungu, hebu sema uweza wa Mungu. Miaka ya nyuma nilikuwa nakaa hapa Sumbeti, nakwambia habari ya uweza. Usiku mmoja wa manane tukavamiwa na vibaka. Kwa kweli wakati mwingine watu hao wasikie watu wanawahadithia, lakini sio wakawaida, wanaogopesha nafsi nikiwa nimelala usingizini ndo tuna mtoto wetu wa kwanza. Ile nyumba ilikuwa ina vyumba vya dabo vitano, ina vya singo vitano, na mimi nilikuwa dabo mojawapo. Wakaingia wale vibaka. Na kibaka popote ulipo, na kukaribisha kwa Yesu. Kama uko jambazi unajisikiliza, nakwambia kuna uwezo wa Yesu na kuambia habari njema za Yesu Kristo. Acha wizi, mgeukia Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wakati tumelala usiku, tatuma zikapigwa, wale jamaa wakaruka, wakaingia ndani ya geti, wakaanza na vyumba vya singo, wakipiga ni mara moja, wanaingia ndani, wakaanza wanaenda na sime wanachinja zile neti, wakaanza kuwaibia watu. Mahali nilipokuwa na mke wangu, kwa kweli hali yangu ni mbaya, maana sijawahi kuona mwizi anavyofanana, unasubiria kitakachotokea. Walipomaliza vyumba vya singo, wakaanza vyumba vya dabo, wakapiga dabo ya kwanza mpaka ndani akapiga dabo ya pili mpaka ndani. Dabo ya tatu ilikuwa ya mwana wa mfalme anaitwa Erasto. Pamoja na hofu nilizo nazo, lakini kumbe kuna mwana wa mfalme ambaye yuko pale, awaniwezi kwa sababu ya Mungu niliye naye. Nikasikia wamekuja kwenye nyumba yetu, nikajua wametoa kama wanavyofanya pengine, kwa hiyo wako sebuleni sasa. Nasubiria chumbani, nikasikia wanapiga mara ya pili, ikaanza kunishangaza. Pengine wamepiga mara moja, kumbe hata mlango wa nje haujatoka ndani. Niko nahangaika na, na kwa kweli umeme ulikuwa umekatika, na kwa, kwa kweli sikuwa na tochi na, na, na kwa kweli nilikuwa nilala na suti na mke wangu <coughs> mwenye ufahamu naelewe. <coughs> Wakati naangaika natafuta suruali iko wapi niweze kuvaa kumbe Nimebatia si mnajua maisha ya kupanga wale mnaopanga, kuna mahali tunatundikaga vitu ila nataa, kumbe nimebatisha sketi ya mke wangu safi. <coughs> Ah! Yani sikiliza nikwambie, ninasangaza natangaza uweza wa Mungu. Sasa nasikia kila ninapoweka nasema suruali nimekuwa pana kumesiketi nikashikilia, hamna ah, shida. Nikashikilia niko nazunguka, wale jamaa nje wanapiga mlango, ukawashinda mlango wa Erasto ukashindikana, na uliposhindikana wale jamaa wakashindwa kwenda wanne. Maana kama wameshindwa huyu watavukaje waende mwingine? Na ndio maana nakwambia mtu aliyeokoka anakuwa msaada kwa watu wengine. Sikiliza nikwambie, ukikaa karibu na mchungaji, nakwambia ni msaada mkubwa. Wakakimbia wale jamaa. Sasa baada ya wale jamaa kwenda, tunaangalia milango, huyu anasema nimeibiwa simu, huyu anasema wamechukua wa hela, huyu anasema. Na mimi nikatoka kuja kuangalia ndugu zangu, nimebeba sketi, ndo nakimbia ndani kwenda kubadilisha watu wakaja kwenye mlango wangu, wanasema mlango wa baba Gideoni ni mgumu sana. Ngoja nikwambie, kuja kuchunguza mlango wangu ndo ulikuwa mbovu kuliko milango yao hiyo kwa sababu iko hivi, nje ukiwa nje ulikuwa unafunga kile kitasa, lakini ndani tulikuwa tuna shida. Ukifunga ule mlango kile ule fungua, unashindwa kupeleka kitasa. Kwa hiyo sasa, tukiwa ndani hatufungagi hiyo kitu. Alafu sasa, kuna kale ka jamaa kale ka hapa juu kastopa kale, nikakafunga kale. Sasa mlango, unajua bwana, tunapoanza maisha, si unaelewa, hapa chini mlango umebinuka hivi kwa ndani. Kwa hiyo ukitaka kufunga sasa, lazima mke wako akusaidia ukanyage, alafu ndipo ukafunge kale ka chini. Sasa siku hiyo nimefika nyumbani, nimechoka kinoma, nimechoka sana, nikasema wala kasiniangaishe, nikafunga kale kajuu peke yake ukiniambia mimi mwenyewe kusukuma ule mlango, na utoa wanaume wana na vifua vyao, wanapiga mlango utoki, naisi kwamba alikuwepo malaika wa uweza akauzuia mlango, akauzuia mlango. Jamani, bwana Yesu asifiwe, tuko salama ndani ya Yesu Kristo na ukiona vibaya, nipe habari za mtume wako, nipe habari za mtume wako aliyoyafanya. Wala usinichukie mimi, natangaza habari za Yesu Kristo na yale aliyoyafanya katika maisha yangu. Upaswi kunichukia, unapaswa kuwaza kila ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myunani kwanza. Haleluya, haleluya, haleluya! Uweza wa Mungu, jina la Bwana Yesu barikiwe. Mama huyo sasa akaambiwa usimwambie mtu, ila ukienda pale dalili kuna kitu fulani na fulani na fulani kiko hapo, ukienda utakipata, lakini usimwambie mtu yeyote tafadhali. Mama huyu kama alivyoagizwa akaenda, akachukua kupanda juu, akakuta kuna vitu fulani, akavichukua. siku iliyofuata akampa shariki zito, akamwambia, mtachukua kiasi cha shilingi laki moja na nusu, wewe na mume wako, alafu mtatafuta mbuzi, alafu mtazifunga ile hizo pesa kwenye mbuzi, alafu mtaenda porini, alafu mtaiacha hiyo mbuzi na pesa zake, wazee wanataka hivyo. Mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Watu waliojua Mungu anasema nini, neno la Bwana linasema nini, uweza wa Mungu ni wa namna gani, awapoteaje? Tena Yesu amewageuza wamekuwa watu wa tofauti kabisa. Na ndiyo maana watu wanateswa kwa kutokujua uweza wa Mungu kule mama yangu mzazi anapozaliwa kulikuwa na mizimu. Mimi natokea mkoa wa Kagera, kulikuwa na mizimu inaitwa Nchweke na imetesa wa aya sana na mama yangu. Sasa wakati wanakuwa vile, vitu vikawalazimisha wakavijengea nyumba aina ya msonge. Na hiyo nyumba lazima ifagiliwe kila siku. Lazima waifanyie usafi. Watu wanateseka. Mama yangu akafika mahali walipoolewa watoto wote. Akabaki babu na bibi. Mama akiwa ameolewa akaanza kuota. Mape tesa wa Tanzania kwa, lakini leo nataka niseme habari ya uweza wa Mungu. Uweza ni kuwezeshwa kufanya kitu kisichowezekana katika maisha yako wewe mwenyewe. Lakini ukiupata uweza, uweza huu ni Yesu Kristo, utakusaidia kuvuka mahali ambapo usingeweza kupavuka. Hicho ndicho nimekiona kwenye maisha yangu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mama akaanza kuteswa na ndoto, lakini kwa kuwa sasa walikuwa wameanza kuokoka akawa anakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na hili jina wengi hawalijui. Ninaposema uweza, maana yake ni kumvaa Yesu na ndiyo maana tumepewa jina kuu kuliko majina yote, kuliko majina ya mitume wote, kuliko majina ya miungu yote, kuliko majina ya wachawi wote, kuliko majina ya wote. Haleluya! mahali popote tukisema jina la Yesu kuna fyatwa mkia na unifanyi chochote. wakawa nakemea kwa, kwa jina la Yesu. Mama akabadilishiwa ndoto, akaona anakimbizwa na watu wanamtesa, alafu akawa anakimbia. Nakumbukaga wakati anatuadisia, wakati anakimbia, ajui mahali pa kwenda kujificha, gafura akaona nyumba fulani ya msonge, akaingia akamkuta mzee fulani hivi. Yule mzee alivyotoka nje, wale jamaa wakakimbia. <laughs> na shetani, Biblia inasema hujiigiza kuwa kama malaika wa nuru. Unahitaji uweza wa Mungu. mama yangu akarudi akawa amemwandishia mama yake ile ndoto. Mama akamtafsiria akamwambia, sikiliza nikwambie. Unaona, huyo mzee aliyekusaidia ni ile nyumba ambayo niye mmeolewa alafu mkaiacha alafu. Lakini mama yangu anasema alipoingia akaikuta ile nyumba ni chafu, hana mahali pa kuweka mguu, maana ni kuchafu, nasema bibi yangu anamtafsiria anamwambia, unaona hiyo nyumba inavyowasaidia wangekuua. lakini angalia mahali ulikokimbilia ni salama, lakini kuchafu. Inabidi mwekeane, mimi mweke ratiba, mnatoka mliko olewa, mnakuja kusafisha nyumba ya wazee. Unaona ndoto zinavyotafsiriwa. na hapa wapo wapo watu wanaenda kule Moshi kila mwaka kwenda kusafisha makaburi leo na wapaa. Watu Mungu wetu sio mungu wa waliokufa, Mungu wetu ni Mungu wa walio hai. Mungu wetu sio mungu wa mizimu, Mungu wetu ni Mungu wa walio hai ausiki no, sema aleluya. Mama akakamata jina la Yesu. Walipomuuliza mchungaji, akawaambia kemeni, hiyo ni mizimu. Na ndiyo maana walokole utawaua, lakini kuliacha jina la Yesu atuachi. Limekuwa limekuwa msaada, limekuwa baraka, limekuwa amani, limekuwa uponyaji. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la la Yesu. Hii ndio outing yangu, jioni ya leo na Jumamosi ya leo, hii ndio outing yangu, niko hapa jina la Yesu ina pyaka vinyamkela vyote. Nikitangaza jina la Yesu ukimuda kimbia wazi wazi. Nikitangaza jina la Yesu watu wanakaa salama. Nikitangaza jina la Yesu, jina la Hai! Yesu, Yesu, mwambie mwenzako unapotea kwa sababu ujui uweza wa Mungu. Haleluya, haleluya. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Unajua hii ni nini sasa? Hii ni nini sasa? Ibrahimu alishazikwa, Yakobo alishazikwa, eh lakini nashangaa, kumbe mtakatifu maisha yanaendelea, na hii ndio inafurahisha. Kumbe Bwana, wengine hatufi kama unavyojua, ila tunaamishwa maisha e, part one tunaingia part two. Sikia, alikwambia kama unaangalia movie nzuri, inapoishia haijaisha, wanakwambia tafuta part two, unaendelea. Aliyookoka u Ibrahimu alikuwa na haki, maisha yameendelea, nitaendelea kuna. Mtu anajielewa mwambie mwenzake atufi, tukamalize. Napenda Yesu, ninyi watu, napenda Yesu nakwambia, tuone tu tubeba kama wewe, lakini aliyeko ndani yetu ni mwingine. Haleluya, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, na waagiza wote, nendeni mkasome habari za Ibrahimu mkasome habari za Yakobo mkasome habari za watumishi wa Mungu na msoma Yakobo wakati amechoka na dunia hii akaenda mahali alikuwa na mwendera sa roho yake ikauma, kila anachofanya kifanikiwa anapata kuzulumiwa, mara huku anaofu na ndugu yake, akasema Mungu ayukogo hivi? Mungu inayemjua afananaje hivi? iso historia iliyoipata Ibia inasema akaja na wakezi ii wakavuka kivuko cha Yaboki, alafu akawavusha wakeze, akawavusha watoto wake, akavusha vyote alivyokuwa navyo. Huyu mtu wajalizika upendo wa maumbi yangu. Sijaalizika na vitu kadhaa, na wala sitalizika mpaka Mungu awaokoe ndugu zangu, mpaka Mungu awaokoe wenye dini, maana alikuja kwa wote, ili wapate kuokolewa na wote waliompokea amewapa uwezo, amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Neno la Bwana linasema, ndio wale walioaminio jina lake, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu wala si kwa damu ya mtu, bali kwa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya! Uwezo wa Mungu Uweza wa Mungu, uweza wa Mungu, kuna kitu kinatokea kwa jina la Yesu. Uweza wa Mungu, kwa jina la Yesu, uweza wa Mungu, haleluya. Nikiwa mahala napiga kelele ya Yesu na Yeso. Na wala sikuwa na ubili, nilikuwa mwimbaji kama wanavyosifu hapa nikawa naongoza sifa, mimi ni mtu wa kelele. Nikawaambia watu tutapiga kelele hapa, kama kunapasuka kupasuke. Watu wakasimama, nikawaongoza kwenye kelele moja. Hapo pembeni kulikuwa na watu wanachukia wale watu, kumbe wamekasirika. Usiku huo huo nimerudi nyumbani, nikaota ndoto, watu wamenizunguka wote wana visu, wote wana silaha, wanataka waniangamize. Na kwa sababu niliwekwa kati, sikujua kama nitapona nikiwa nimezunguko. Wapendwa, kuna ulimwengu unaonekana, kuna ulimwengu na nguvu yetu inapatikana kwenye ulimwengu usioonekana. Walisikilizeni niwambie, ulimwengu mnaouona, kuna ulimwengu halisi usioujua wewe. Haleluya! Waliponizunguka nikatafuta nikajiangalia, wala sina silaha yoyote, nikakumbuka jina la Yesu, jina lenye uweza, nikatamka kwa jina la Yesu. Wale jamaa wakaangukia, nikashangaa, nikashandaa wanaanguka na visuvya. Nikaendelea, kwa jina la Yesu! Vile nasema kwa jina la Yesu nikajikuta niko kitandani, na ndipo nilikuwa nimeenda USA kuanzisha kanisa na mke wangu baada, alikuwa na kabjii nikasema, wameniambia USA inatisha, acha acha niitesi mwenyewe kwanza. Mke wangu kaa pembeni kwanza, acha niende mwenyewe kwanza, nisafishe mazingira. Sikia, nikwambie, Yesu kabla hajaja, anamtuma Yohana. Yohana anaulizwa anasema, mimi ni mtu aliaditani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Nikaenda kuyanyosha mapito. Nilipokuwa napiga kelele kwenye mkutano, wakachukia. Ndio di nasema, kwa jina la Yesu pale kitandani, na nikasema, bora nimetangulia. Nikaamka, nikawasha taa, nikasikia mkono wangu unawasha, kuangalia damu mbichi kabisa, kisu kimoja kimenipitia. Lakini nikamshangaa Yesu, nikasema leo ilikuwa mwisho wangu, lakini tunaye Yesu na nikajua kisu kile kimeruhusiwa. Yesu alitulishi na inalindwa, angeweza kuzuia lakini akaacha mchilizi mmoja. Nikasema kesho yake watanikoma, siku hiyo ndoo zilipigwa za kupigwa mchungaji mwingi. Simama na maeneo haya, shetani ameshawamiliki watu na hataki kuachia. Kwa hiyo utapata vitimbwi, lakini unao uwezo, anaitwa Yesu Kristo, atakusaidia. Hey, hey. Mimi mchungaji Erasto, wakati mwingine nikianza kutangaza sijali wanaokoka wangapi hata kama asingekuwepo mtu huo, ninaamini kuna mbegu inapandwa. Na maeneo mengi nimeenda, wakati mwingine watu wamenikimbilia kanisani, wanakuja na naniambia, mchungaji, ulipoenda mtaa fulani ukaweka spika ukasema, niliahidi moyoni mwangu nikiokoka na kuja kwenye hili kanisa, niliamua tangu siku ile. Nilikuwa sijaonekana, lakini nimekuja tunapanda mbegu jamani, amina jamani, amina. Unapenda nikwambie kilichoendelea jamani? Ndo wanapiga hawatoi, alafu sasa tumeshaogopa tukarudi ndani, hatujui kilichotokea. Tumekaa zijapita dakika kumi, nikasikia bunduki inalia nje nisasa ndo niliogopa kweli kweli, hivi nasema mimi sasa, watu wanapiga bunduki jamani, mimi nina nini? Kumbe Mungu anatotetea, wakati manye jamaa wanaangaika hapo. Jirani tunakaaga na mwanajeshi mstaafu, mimi sisi, hata kama ni mwanajeshi, akawa ameamka, wakati ameamka akaja na chamoto yendalituwadisia wale watu walivyokuwa. Kumbe kwa sababu wameshindwa mlango wa mtumishi wa Mungu, wakaenda kujadili kule, wakasema hapana, tumeshindwa kituuni. Wakawa wanarudi mara ya pili, yule mzee yuko kwenye maua pale, akasema ni wabengue au ni wafanyeni ni wachane, ndakaachia cha mto kikapita juu yao, wakakimbia. Sisi tumeogopa hawa watu wanaondoki. Na akaja kutuita akasema, wale watu walikuwa wanarudi asubuhi. Nakwambia kila mtu alikuwa anakuja kunisalimia, wengine wanaogopa eti wananiita mchawi. Nisikilize, mimi ni zaidi ya mchawi. Mimi ni zaidi ya mchawi. Yesu, tulie naye, ni zaidi ya wachawi. Ndo maana wakati mwingine wanatuita wachawi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen, tukatoka salama. Wengine wananisalimia, wengine wana na wazidi umri, wanashaka, wanakuambia shikamoo. Wakati mwingine naipotezea, ni mtu anatafuta namna ya kukupa heshima. Lakini mkitaka jambo hili, hebu chukue ni uweza wa Mungu. Amen uweza wa mungu uleta wokovu biblia inasema kwenye kitabu cha yohana sura ile ya kwanza na mstari wa kumi na mbili bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa mungu ndio wale waliamini jina lake uwezo unatokea namna gani ni pale utakapoliamini jina la yesu na ni unawaambia hivi kataa hizi habari hazilazimishwa lakini nataka nikwambie hivi utanyanyua mikono, utainyanyua mikono. Baada ya kutoka hapa, kuna watu wataikumbuka injili, atasema bora ningeliamua kuokoka na kumpa yesu maisha yangu. Nimeona watu wanakuja kwenye maisha yangu, wanajuta juu ya yale ambao walijachelewesha, lakini wanakuja wakiwa wamesharibikiwa. Wewe ukiwa na akili yako, amua leo kumpa Yesu maisha yako. Simama kwa miguu yako.